Karibu kwenye Safari ya Neema Channel, mahali unapopata tiba za asili, mafundisho ya afya na matumaini. Leo tunakuletea dawa ya asili ya kusaidia mwanamke kushika mimba kwa kutumia mimea rahisi inayopatikana karibu nawe. Kama wewe au mtu unayemjua anatafuta mtoto, usikose kufuatilia hadi mwisho. Mimi ni Abdalla. Karibu tena kwenye safari ya Neema. Leo tunakuletea dawa moja ya asili inayosaidia mwanamke kushika mimba kwa neema ya Mungu. Iwapo umekuwa ukitafuta mtoto kwa muda mrefu, usikate tamaa. Tiba hii inaweza kusaidia kwa njia ya asili, salama na rahisi. Dawa yenyewe ni moringa plus majani ya mpera plus asali dhaba. Moringa ina wadini na vitamini vinavyosaidia mayai ya uzazi kustawi. Ba, majani ya mpera husaidia kusafisha kizazi na kuweka mazingira ya kupokea mimba. A, asali huimarisha nguvu za mwili na huchochea uzazi. Jinsi ya kuandaa na kutumia. Chukua majani safi ya moringa na majani ya mpera. Chemsha yote pamoja kwenye maji kikombe kimoja kwa dakika kumi tatu, acha acha ipoe, kisha ongeza kijiko kimoja cha asali. Kunywa mara moja kwa siku, asubuhi au jioni, kwa siku 21 mfululizo. Tumia kwa imani na uvumilifu. Mungu anapenda familia na anaweza kukujalia mtoto kwa wakati wake. Soma kisa cha Hana na Sara, kwa kumtegemea Mungu walipata watoto. Tumia dawa huku ukiomba na ukiwa na imani. Asante kwa kutazama video hii hadi mwisho. Tunatumaini dawa hii ya asili itakusaidia katika safari yako ya kupata mtoto. Kumbuka, kila kitu kwa neema ya Mungu na kwa wakati wake. Tafadhali like video hii, uandike maoni yako na usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu, Safari ya Neema kwa mafundisho zaidi ya afya na uzima. Tutaonana tena katika video inayofuata. Baki salama na safari yako ya neema iendelee. Mungu akubariki.